Na wanaharakati wa mazingira kaunti ya Nandi wamelalamikia uharibifu kwenye mto Kisoiywo ambao ni moja ya vyanzo vya mto Yala. Mto Kisoiywo unaopatikana kwenye mtaaduni wa Kisoiywo mjini Nandi umekuwa ukishuhudia uharibifu wa aina mbalimbali, kulingana na wanaharakati hao. Kugeuzwa kwa sehemu ya mto huo kuwa sehemu ya kurusha taka mjini Nandi Hills pamoja na kilimo vimechangia mto huo kuharibika. Wanaharakati hao hata hivyo waliondoa takataka na kupanda miti ya kiasili kwenye mto kama njia mojawapo ya kukabiliana na uharibifu wa vyanzo vya maji na kuwezesha watu kupata maji safi. Hii sehemu licha ya kukua tuko na eh, kama ulivyosema, si islam kidogo, nitakosea nitasema ni suburban. Hawa ni suburban dwellers, lakini wana appreciate kuwa tunaishi kwa hii riverine ecosystem ambayo ndio ina provide maji kwenda Lake Victoria hivyo hivyo, hivyo tunahisi tuna, tuna ni kwamba lazima tuhifadhi sababu tusipohifadhi hii maji hapa na ndio source, basi hata kule Lake Victoria itakuwa affected. Tunapofika hapa mahali tuko saa hii mnapoangalia